Ni Mahenge, mimi ni mwenyekiti wa Halmashauri ya Makete. Cha kwanza nashukuru tumepokea leo ugeni wa naibu waziri amekuja kututembelea wilayani Makete, naibu waziri anayeshughulikia afya TAMISEMI. Tumepata mengi sana lakini moja ya changamoto kubwa ambayo ipo wilayani Makete ni ile ambayo watu wengi wanahama. Tunaambiwa mwaka jana tu 2025 wamehama zaidi ya watu 80 lakini tuliajiri watu 25 kwa unaweza kuona kuhama kumekuwa kwingi sana Ushauri ambao sisi wana Makete tunashauri, tunaamini mazingira ya nchi yako tofauti. Kuna watu wana uwezo wa kuzoea mazingira fulani, kuna wengine wana uwezo wa kuzoea mazingira fulani, lakini tuna watu wengi wanaojitolea, lakini tuna wazawa hapa hapa Makete, tuko na shauri kwenye kada tofauti, ziwe za afya, za elimu. Kama watu wanaomba wengi, basi kipaumbele wapewe watu ambao ni wazawa wa huku ambao wanajua mazingira ya huku na hii haimaanishi kwamba tunaonyesha labda ukabila, ubaguzi. Tunachohitaji watanzania wapewe huduma na wanamakete wapewe huduma, kuepuka hii hamahama nyingi ambayo inatokea sasa hivi. Kwa ushauri huu, tunafikiri akija mtu aliyezoea mazingira haya, ni ngumu sana kuhama, lakini yule ambaye akitoka Dar es Salaam akija kwenye baridi hii, ni rahisi sana kwake kuja na kuhama siku hiyo hiyo. Baada ya kusema hayo, mimi niombe sana wizara ya TAMISEMI tuone namna ya kufanya interview kwenye maeneo haya, yale ambayo watu wapo wapo, watu wengi wanajitolea na uwezo wa kuvumilia, na hao ndio wapangiwe kufanya kazi maeneo hii, ili kuepusha watu kukaa wiki moja ameondoka, mwezi mmoja ameondoka, na mwisho wa siku sasa itakuwa ajiri watu waondoke, mnabaki na tatizo lile lile la upungufu wa watumishi. Lakini pia, Mheshimiwa Naibu Waziri, watumishi ambao pia wameweza kuhimili kwenye mazingira magumu ambayo watu wengi wanahama, wakakaa muda mrefu pia watazame kwa motisha nikuwa naomba hilo. <coughs> Kwa sababu mheshimiwa naibu waziri, kama ambavyo viongozi wenzangu wengine wamesema, sema Makete he Makete, lakini watumishi wanakuja wanafanya kazi wanaoana huku wanazaa watoto. <coughs> <coughs> Mtu wa hivyo anaishi vizuri, ana amani, kwa hiyo wengi wameweza kuenjua mazingira kama haya. Mimi ni mwajiriwa kutoka team chip ni shirika lakini nilikuwa naomba nipate ajira ya kudumu mimi, nilikuwa naomba kubaki na wenzangu tupo. Na wenzangu wengine tupo tuko team chifu, na changamoto hii haipo Makete peke yake wala haipo Njombe peke yake wala haipo Iringa au nyanda za juu kusini, iko kote na cross cut nchi nzima. Na nitoe maelekezo ya kwamba kwa niaba ya waziri a TAMISEMI nitoe maelekezo ya kwamba tunapotoa ajira kwa watumishi wetu jambo la kwanza watumishi wetu tuajiri wale ambao wanatokana na maeneo yetu, na ndio maana na ndio maana Mheshimiwa Rais akaelekeza interview zifanyike kila mkoa. Kwa hiyo uh, Mheshimiwa mwenyekiti wetu halmashauri, tukuhakikishie hilo kwamba tunakwenda kuajiri kwa watumishi, kipendeleo cha kwanza ni wale ambao wako kwenye maeneo yetu, ili changamoto za kimazingira zisiwe changamoto kwao, kwa sababu tayari wameshaishi kwenye mazingira yale, lakini ile hamahama, TAMISEMI tumeingia tukasema tunapunguza hiyo hamahama, tutaangalia wale wenye kesi za lazima, lakini hawa ambao wamefika tu wamekaa siku moja na kuondoka, hapana. Na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, wale watumishi elfu tano ambao tunakwenda kuajiri Januari hii, wakifika wakae kuanzia miaka mitatu, na tulishauriwa jana tufanye mpaka miaka mitano wakae kwenye eneo lile husika, ili watoe huduma wa ya kutusaidia sisi sote ni Watanzania, wana Makete ni Watanzania, wana Njombe ni Watanzania. Ukija kuajiriwa huku unakuja kuwasaidia Watanzania na kutoa huduma ambayo umekula kiapo kwa ajili ya kuhudumia Watanzania. Kwa hiyo natoa rai kwa watumishi wetu ambao wataajiriwa huku Makete, tupunguze swala la kuhama. Unapokuja huku, fanya kazi ambayo umekula kiapo na umeiomba. kwa hiyo kwa hili tunalichukua na ni very sensitive sana, tunaichukua kwa maana ya kwamba tunakwenda kulifanyia kazi na kulipatia ufumbuzi wa kudumu. Mtu ukiwa unaumwa ni mjamzito, ukifika hapa pengine unakuta madaktari wametingwa, lakini kwa saizi kila ukija hapa huduma zao zimeboreshwa. Kila ukifika unakuta unahudumiwa kwa muda mbao ni mwafaka, unasaidiwa kwa muda mbao ni mwafaka. Maana ukishaf, ukishafika tu unawahi kukuaisha kwenye huduma zao ili wakusaidia haraka iwezekana ofauti na mara ya kwanza unaweza ukafika, madaktari wakawa wanazunguka wanakuona, wanakuacha, lakini kwa saizi huduma zao zimezidi ubora zaidi.